Wachambuzi mbalimbali wa kisiasa wasema kwamba shambulio la Marekani dhidi ya Venezuela linaweza kuipa nguvu madai ya kimaeneo ya kijiografia China, lakini shambulio dhidi ya Taiwan halitarajiwi. Wachambuzi wamesema kuwa shambulio la Marekani nchini Venezuela litaipa China ujasiri wa kuimarisha madai yake ya kimaeneo katika maeneo kama Taiwan na sehemu za Bahari ya Kusini ya China, lakini halitaharakisha uvamizi wowote unaoweza kutokea dhidi ya Taiwan. Walisema kuwa mazingatio ya Rais wa China, Xi Jinping, kuhusu Taiwan na ratiba yake ni mambo yaliyojitenga na hali ya Amerika ya Kusini, na yanachochewa zaidi na hali ya ndani ya China kuliko hatua za Marekani. Hata hivyo, wachambuzi walieleza kuwa shambulio la kijasiri la Rais Donald Trump siku ya Jumamosi, lililopelekea kukamatwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, linaipa China fursa isiyotarajiwa ambayo Beijing huenda ikaitumia hivi karibuni kukuza ukosoaji dhidi ya Washington na kuimarisha hadhi yake kimataifa. Kwa siku zijazo, Beijing inaweza kutumia hatua hiyo ya Trump kutetea msimamo wake dhidi ya Marekani kuhusu masuala ya kimaeneo ikiwemo Taiwan, Tibet na visiwa vya Bahari ya Mashariki na Kusini ya China. Silaha rahisi kwa China kupinga Marekani. Hoja za mara kwa mara na za muda mrefu za Washington zimekuwa kwamba hatua za China zinakiuka sheria za kimataifa, lakini sasa wao wenyewe wanaharibu sheria hizo, alisema William Yang, mchambuzi katika shirika la International Crisis Group. Hali hii inatengeneza mianya mingi na silaha rahisi kwa Wachina kuipinga Marekani katika siku zijazo. China inadai kuwa Taiwan, inayojitawala kidemokrasia, ni mkoa wake, dai ambalo serikali ya kisiwa hicho inalipinga, na inadai karibu maeneo yote ya Bahari ya Kusini ya China, msimamo unaoiweka katika mgogoro na mataifa kadhaa ya Kusini mashariki mwa Asia. Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Ofisi ya Masuala ya Taiwan na ofisi ya rais wa Taiwan hazikujibu mara moja maombi ya kutoa maoni. Beijing ililaani shambulio la Trump nchini Venezuela, ikisema lilikiuka sheria za kimataifa na kutishia amani na usalama katika Amerika ya Kusini. Imeitaka Marekani kumwachia huru Maduro na mkewe ambao wanashikiliwa jijini New York wakisubiri kufikishwa mahakamani. Saa chache kabla ya kukamatwa kwake, Maduro alikutana na ujumbe wa ngazi ya juu ya China mjini Caracas. Kulingana na picha alizoweka kwenye ukurasa wake wa Instagram. China sio Marekani. Taiwan sio Venezuela. Taiwan imekuwa ikikabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutoka Beijing. Wiki iliyopita China ilizingira kisiwa hicho katika mazoezi makubwa zaidi ya kivita kuwahi kutokea, ikionyesha uwezo wa Beijing kukata misaada ya nje kwa kisiwa hicho wakati wa mzozo. Lakini wachambuzi walisema hawatarajii China kutumia hali ya Venezuela kuchochea shambulio hivi karibuni kuitwa Taiwan inategemea uwezo wa China unaokuwa lakini bado haujatosheleza, badala ya kile ambacho Trump amefanya katika bara la mbali, alisema Shi Yinhong, profesa wa mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Renmin mjini Beijing. Neil Thomas, mtaalamu wa siasa ya China, alisema China inaichukulia Taiwan kama suala la ndani, hivyo haielekei kutumia hatua za Marekani dhidi ya Venezuela kama kigezo cha mashambulizi ya kijeshi. Beijing itataka kuonyesha tofauti ya wazi na Washington kujitangaza kama mtetezi wa amani maendeleo na uongozi wa kimaadili, Thomas alisema. Wang Ting Yu, mbunge mwenzio nchini Taiwan, alipinga wazo la kwamba China inaweza kufuata mfano wa Marekani na kuishambulia Taiwan. China haijawahi kukosa uadui hadi Taiwan, lakini inakosa mbinu zinazotekelezwa, Wang aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. China sio Marekani na Taiwan kweli sio Venezuela. Kama China ingekuwa inaweza kufanya hivyo Ingekuwa imeshafanya zamani. Pamoja na hayo, baadhi ya waangaliaji walisema hali hii inaongeza hatari kwa Taiwan na inaweza kuilazimisha Taipei kutafuta upendeleo zaidi kutoka kwa serikali ya Trump.